Tunajiandaa namna gani kuelekea AFCON ya mwaka 2025 kwa maana ya mwaka huu mwezi Desemba? Ukiangalia hmm, okay, uh, maandalizi yetu yamekuwa ya kusuasua kutokana na namna yenyewe, wachezaji wote wa ambao tunategemea waweze kutupa mafanikio wanatoka kwenye vilabu uh, ambavyo hmm, wanaonyesha kitu kwenye vilabu vyao, lakini wakija kwenye timu ya taifa muda mwingine wamekuwa hawaonyeshi kitu na sisi tumekuwa na maandalizi ya zimamoto kwa sababu mpira ni process. Unaweza wewe tukakaa kwa mlaumu kocha, unaweza ukakaa kwa laumu namna ya uchezaji, lakini wachezaji tuliokuwa nao uh, unaona ni namna gani tunachukua kama maandalizi uh, ya zimamoto. Hatuna mipango ya muda mrefu kuhakikisha kwamba timu yetu ya taifa inaweza kuonyesha kitu fulani. Unaona tuna shida ya safu ya ushambuliaji, lakini hata hao akina Clement Mzizi ambao tunao huko wanapokuwa wanashinda wanacheza na watu gani ambao wanawalainishia ili kuweza kufunga zaidi tofauti na wanapokuwa timu ya taifa. <coughs> Kwa hiyo tuna eneo uh, zima ambalo naona wachezaji tulionao sasa hivi wamekuwa ni changamoto kwa namna gani ya kuweza kutupa mafanikio tofauti na wanavyocheza klabu zao. Kwa sababu kwenye klabu zao wamekuwa wanacheza na watu wenye mwingiliano uh, tofauti tofauti ambao wanaweza wakawaboresha kwenye viwango vyao vya uchezaji kwenye vilabu, lakini wanapokuja timu ya taifa imekuwa ni changamoto eh, kuweza kuonyesha kitu. Hata tangu Medimoroko ameaminiwa kupewa timu kuna vitu ambavyo vinaonyesha kwamba

Tumetoka kwenye chani aliyekuwa anacheza fulbeki flbek wa kulia na mwana ni Shomari Kapombe, mwangalia umri wake ulivyokwenda ni mchezaji ambaye ametumika kwa muda mrefu sasa. Leo ukiangalia hata hao ambao wanakuja kuweza kufanya backup yake, bado, unaona kuna mapungufu unayaona. Tumeangalia mechi ya jana, uh, goli la pili lilifungwa kwa back pass ambayo alipiga Israel Patrick Mwenda, unajaribu kujiuliza. Umefanya back pass alikuwa karibu na katikati ya uwanja, unapopiga back pass alipaswa kwanza kuangalia shape ya wachezaji ya walinzi zake imekaaje uweze kurudisha back pass, lakini alipiga na ikanaso na tukafungwa goli la pili, kwa hiyo bado timu yetu imekuwa na makosa ya mchezaji mmoja mmoja na imekuwa yakipelekea kufungwa leo hii. Angalia hata jana goli la kwanza ambalo lilikuwa la penati alosababisha, uh, baka zile, uh, tackle baka amekuwa akizitumia sana kwenye ligi yetu mm-hmm. lakini inawezekana mm-hmm. kwa kutokuwa na umakini wa, wa waamuzi wetu imekuwa ikipelekea kuto kutoa penati na tunaona ni jambo la kawaida. Kwa hiyo mm-hmm. bado tuna makosa ya mchezaji mmoja mmoja amekuwa akitupelekea timu yetu kuto kupata matokeo lakini pia uh, Fei Toto jana alipata movement moja ambayo ilikuwa dakika nane ambayo angeweza kupata goli. Mm. Ukimwangalia Fei ni mtu ambaye ameonekana kwenye timu anakuwa anaingia kwenye matukio yote ya muhimu kuweza kupata goli. Kwa hiyo unajiuliza tuna namba tisa asilia ambaye ndio alitoka aonekane muda mwingi anagongana aidha na golikipa au na uh, mabeki akiwa mtu wa mwisho. Sasa unakuja unaona kwamba kweli bado tuna changamoto ya kuweza kuwa na, uh, namba tisa ambaye ni bora mwenye uchu wa kutaka magoli tofauti na huko awali. Lakini tunachokuja kupongeza baada ya kuingia Moroko ni kwamba ameleta timu timu ya taifa ambayo mm -hmm, imekuwa na uwiano wa timu mbalimbali miaka mbali ya nyuma. Tulikuwa tunaona timu ya taifa lazima itoke Simba na Yanga mm -hmm. na kuna miaka ilikuwa poa timu ya taifa ilikuwa na wachezaji 11 kutoka Simba mm. namba 11 tu alikuwa Alonyamira anatoka Yanga mm -hmm, walobakia wote walikuwa wanatoka Simba. Kwa hiyo hizo timu mbili zimekuwa zikileta wachezaji mara kwa mara, ingawa sio dhambi, lakini ambayo sio dhambi, lakini sasa hivi muingiliano wa timu mbalimbali tumewahi kuona msimu hivi uh, karibuni tu, Moroko alikuwa kumuita mchezaji wa kutoka timu ya Championship ambaye uh, anacheza namba tano anaitwa Vedastus Sambode, Vedastus Masinde. Masinde aliweza kucheza kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo kuwepo kwa Moroko, unaona amejaribu kutafuta wachezaji maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuboresha na kuweza kuwa na timu bora. Sasa tunafanyaje? Tunaelekea kwenye Afconi ambayo tunaandaa s 2027 Mpira ni process. Yaani hatuwezi tu kuamka leo tukasema bado tunachajia hawa kina Samata, mm. Tunao hawa kina Msufa, mm. Tuendelee nao kwenye afwe na ambayo tunaandaa 2027, 2027. Bado tuna muda wa mwaka mmoja na nusu tuseme mpaka muda huo afcourse. Mm. Kwa hiyo ni lazima tuanze kuangalia huku chini. Tunaanza ku develop vipi kuanzia sasa mpaka kuelekea 2027 ili tuweze kupata cream ambayo itakuwa ya kiushindani. Kwa sababu leo hii Samata umri umekwenda, leo hii Msufa nae umri umekwenda. Tuna vijana ambao wenye average kama wakina Jobu wakina Baka, lakini na wao wanatumika sana, ndio maana unaona wakati mwingine inasababisha wa kufanya makosa madogo madogo ambayo mm. imekuwa ikigharimu timu yetu. Kwa hiyo ni process, inawezekana shirikisho letu likae uh, likae na serikali lione namna gani linaweza kutumia muda huo wa mwaka mmoja na nusu. mm. labda tunaweza tukaboresha kitu sehemu ambacho kinaweza kuja kutusaidia kwenye Afcon ambao tunaanda <tukata>